JWTZ, Polisi na ZPLA vyaungana kuadhimisha miaka 62 ya Mapinduzi Zanzibar. Maadhimisho ya miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar yalifanyika kwa shangwe na ustadi mkubwa, huku vikosi vya ulinzi vya Muungano na Zanzibar vikifanya gwaride la pamoja lililoonesha nidhamu, weledi na mshikamano wa kudumu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hafla hiyo iliyofanyika Zanzibar iliwakutanisha viongozi wakuu wa serikali, wananchi na vyombo vya ulinzi katika sherehe iliyopangwa kwa umakini, ikionyesha fahari ya kihistoria na utayari wa sasa. Maadhimisho hayo huadhimisha Mapinduzi ya Januari 12, 1964, tukio muhimu katika historia ya Zanzibar lililobadili mwelekeo wa kisiasa, kijamii na kiusalama na baadaye kuweka msingi wa muungano kati ya Tanganyika na Zanzibar. Baada ya miaka sitini na mbili, kumbukumbu hii haikuwa tu ya kuenzi yaliyopita, bali pia ujumbe wa uthabiti na ushirikiano miongoni mwa vyombo vya ulinzi vya nchi. Onyesho la pamoja la nguvu na uratibu. Vikosi vya ulinzi kutoka Muungano na Zanzibar vilishiriki katika gwaride hilo, vikionesha ushirikiano kati ya taasisi za bara na visiwani. Vikosi kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ, Jeshi la Polisi Tanzania, Jeshi la Magereza na taasisi nyingine za Muungano vilitembea bega kwa bega na Jeshi la Polisi Zanzibar, Jeshi la Kujenga Uchumi ZPLA pamoja na vikosi vya ziada vya ulinzi. Muundo huo wa pamoja uliakisi uhusiano wa kikatiba na kiutendaji kati ya Zanzibar na serikali ya Muungano. Kwa kutembea kwa mpangilio mmoja na hatua zilizosawazika, vikosi vilionesha nidhamu ya hali ya juu huku mazoezi ya pamoja, ukaguzi na saluti za heshima zikishangiliwa na umati wa wananchi. Bendi za kijeshi ziliongeza mvuto wa sherehe kwa kupiga nyimbo za kizalendo na za enzi za Mapinduzi, zilizofufua ari ya mwaka 1964 na, na kuimarisha utambulisho wa taifa. Muonekano wa sare, rangi na mpangilio wa vikosi uliwasilisha ujumbe wa utayari na umoja katika mazingira ya kiusalama ya kikanda na kimataifa yanayoendelea kubadilika. Uwepo wa viongozi na ujumbe rasmi. Sherehe hizo zilihudhuriwa na viongozi waandamizi kutoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Muungano. Hatua ilionesha uzito wa siku hiyo. Hotuba zilizotolewa zilitoa heshima kwa mashujaa wa mapinduzi na kusisitiza dhamira ya serikali kulinda amani, usalama na mshikamano wa kijamii. Viongozi walibainisha kuwa vyombo vya ulinzi ni walinzi wa mafanikio yaliyopatikana kupitia mapinduzi ikiwemo uhuru, usawa na kujitawala. Walieleza kuwa weledi ulioonyeshwa katika gwaride hilo ni matokeo ya maboresho endelevu, mafunzo na uwekezaji katika sekta ya ulinzi na usalama. Aidha, walitumia jukwaa hilo kuwakumbusha wanajeshi na askari wajibu wao wa kuwatumikia wananchi kwa uadilifu, kuheshimu haki za binadamu na kuzingatia utawala wa sheria. Kwa mantiki hiyo Maadhimisho hayo yalikuwa pia wakati wa tafakari kuhusu nafasi ya vyombo vya ulinzi katika jamii ya kidemokrasia. Maonyesho ya mazoezi na vifaa vya kisasa. Miongoni mwa vivutio vikuu vya maadhimisho hayo ilikuwa ni maonyesho ya vifaa vya kisasa na mbinu za kiutendaji kutoka kwa vikosi maalum. Mbali na matembezi ya nidhamu, kulikuwa na maonyesho yaliyodhibitiwa vizuri yakionyesha mbinu za kudhibiti mikusanyiko, kukabiliana na majanga na operesheni za pamoja kati ya vyombo mbalimbali. Maonyesho hayo yalilenga kuwahakikishia wananchi kuwa vikosi vina uwezo wa kukabiliana na vitisho vya kiusalama vya aina mbalimbali, ikiwemo majanga ya asili na changamoto za usalama wa raia. Wachambuzi walibaini kuwa kiwango cha uratibu kilichoonyeshwa ni matokeo ya miaka ya mafunzo ya pamoja na ushirikiano wa kiutendaji. Ingawa tukio hilo lilikuwa la sherehe, ujumbe wake ulikuwa wazi: Vikosi vya Muungano na Zanzibar vimeshikamana katika misingi, malengo na utayari. Ushiriki wa wananchi na fahari ya taifa. Maelfu ya wakazi walijitokeza kushuhudia sherehe hizo, wengi wao wakipeperusha bendera za taifa na Zanzibar. Kwa wananchi wazee, siku hiyo ilikuwa na maana kubwa ya kihistoria, ikikumbusha matukio ya mwaka 1964 na mabadiliko makubwa yaliyofuata. Kwa vijana sherehe hizo zilikuwa somo hai la historia zikiunganisha kizazi cha sasa na simulizi za zamani. Mahudhurio makubwa pia yalionyesha heshima inayoendelea kwa vyombo vya ulinzi na kuthamini amani na utulivu uliopo Zanzibar na nchi kwa ujumla. Wafanyabiashara wadogo, wasanii wa utamaduni na makundi ya kijamii waliongeza shamra shamra na kufanya maadhimisho hayo kuwa tukio la kijamii zaidi ya hafla ya kijeshi pekee. Urithi wa mapinduzi katika muktadha wa leo. Katika hotuba na maelezo yaliyotolewa wakati wa maadhimisho, mapinduzi yalielezwa kuwa msingi wa ujenzi wa utawala na jamii ya kisasa ya Zanzibar. Viongozi walisisitiza kuwa kulinda urithi huo uhitaji sio nguvu za kijeshi pekee, bali pia maendeleo jumuishi, haki ya jamii na utawala wa bora. Walieleza kuwa jukumu la vyombo vya ulinzi limepanuka kutoka ulinzi wa mapinduzi hadi huduma pana za taifa, ikiwemo kulinda amani, kusaidia wakati wa majanga na kushirikiana na mamlaka za kiraia. Gwaride la pamoja lilionekana kama ushahidi wa mabadiliko hayo, likiwa na misingi ya kihistoria lakini likilenga changamoto za baadaye. Mtazamo wa mbele. Zanzibar ilipoadhimisha miaka sitini na mbili ya mapinduzi, sherehe hizo zilisisitiza misingi ya umoja, utayari na mwendelezo. Ushiriki wa pamoja wa vikosi vya Muungano na Zanzibar ulitoa ujumbe thabiti kuwa ushirikiano uliojengwa madekadi iliyopita bado una nguvu na ufanisi. Kwa wengi, tukio hilo lilikuwa zaidi ya wajibu wa sherehe, lilikuwa ukumbukumbu iliyopangiliwa kwa umakini, kuwa amani na utulivu vinadumishwa kupitia ushirikiano, nidhamu na maadili mapana ya kitaifa. Kadri nchi inavyoangalia mbele, ujumbe kutoka katika uwanja wa gwaride ulikuwa wazi. Roho ya mapinduzi bado ipo hai, ikiishi kupitia umoja wa dhamira na kujitolea kulinda taifa.